Asante sana msikilizaji, kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW hii leo. Mjadala mkali unaendelea kuhanikiza kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Kumeibuka kambi mbili zenye msimamo tofauti. Upande mmoja, ukiongozwa na chama cha Chadema, unapinga kufanyika kwa uchaguzi huo pasi na kufanyika mageuzi ya sheria za uchaguzi, kupitia kauli mbiu ya No Reform, No Election. Kwa upande mwingine, kuna kambi inayosisitiza kuwa haguzi lazima ufanyike kama ulivyopangwa, wakiendesha kampeni yao chini ya kauli mbiu Oktoba Tunatik. Kwenye laini ya simu na wawakilishi kutoka Chadema na vilevile vile CCM. Kutoka CCM naye Dkt Tumaini Msowoya na upande wa Chadema naye Apolo. Vipi mnanipata kwa njia ya simu mubashara? Tunakupata kabisa kutoka hapo, karibuni sana. Kwanza pengine nianze na wewe dok uh, Tumaini, labda pengine, mitandao ya kijamii unadhani imegeuka kuwa uwanja wa mapema wa kisiasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania? Ya, ni kweli uh, mitandao ya kijamii imegeuka kuwa uh, uwanja hu akisi haa sasa, tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini na tano kwa sababu mm -hmm. Hiyo imekuwa ni platform nzuri na wote tunajua dunia imekuwa ni kiganja. Mitandao ya kijamii imekuwa ikifikisha taarifa kwa haraka sana, lakini tunaona kabisa vijana wengi sasa wako mitandao ya kijamii, lakini hata rika zote tumeona kwenye mitandao ya mm -hmm. kijamii, na ndio maana unakuta harakati na kampeni zote ziko huko mm -hmm. hili. Naitwa Tumaini, Ninatoka Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya CCM kutoka mkoa wa Iringa. Asante uh, Apollo, pengine msimamo wa kampeni ya no reforms, no election unaonekana kuwa mgumu kabisa. Je, mna hakika kwamba kufanyika kwa uchaguzi pasina mabadiliko ya sheria ni hatua isiyokubalika kabisa, na labda nini hasa mnachotaka kifanyike kabla ya uchaguzi wa Oktoba? Ninashukuru sana um, nianze kwa kusema kwamba wakati tunaianza kampeni hii uh, ilionekana kuwa ni sauti ya Chadema peke yake. mm -hmm. Na na sasa ni sauti ya umma, imebadilika kuwa sauti ya umma. Kila mahali watu wanaimba wimbo wa no reforms, no election. mm -hmm. Kupita vijiweni, ukipita kwa mamantilie, wapi wanaimba wimbo wa no reforms, no election. Mm -hmm. Hii ni ina maana kwamba wananchi wameupokea Uh, ajenda yetu wa no reform, no election na wame- wameelewa madai ambayo sisi tunayapigania kama chama mm -hmm. uh, ya mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu mm -hmm. Sasa sisi kusema kwamba hatutoshiriki uchaguzi mpaka reform zipatikane. mm -hmm. Sisi tumekuwa wahanga wa chaguzi hizi mara nyingi, na tumetoa nafasi mara kadhaa kwa upande wa pili, upande wa serikali na upande wa chama tawala, tukutane tuzungumze, lakini imekuwa ni sehemu ya kutupotezea muda then mm, mwisho wa siku nafika kipindi cha uchaguzi na kusema kwamba tumalize kwanza uchaguzi mm. Kwa hiyo sasa tumesema kuwa hatutoshiriki uchaguzi mpaka mm hizo -hmm, reforms zitakapofanyika mm. Na sio kwamba hatutoshiriki, na, na reform zisipokuwepo nuchaguzi hautokuwepo. hu imekua msimamo wa Chadema na mm. so, dok uh, Tumaini, unamsikia yes, Apolo akisema kwamba no, uh, pengine uchaguzi hautafanyika labda. Serikali inalichukuliaje suala hili, kama upotoshaji au ujumbe wa halali, kwa hofu za kura ambao wanahisi kwamba mageuzi hayajazingatiwa uh, kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi? Asante ah, nimemsikiliza vizuri, nimesikiliza hoja zake mm -hmm. lakini naweza kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha uchaguzi mkuu wa nafasi ya uraisi, makamu wa raisi, lakini wabunge na madiwani ukaahirishwa uka mm. na hiyo inatoka kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba, lakini pia kifungu cha sheria ya uchaguzi, kifungu cha arobaini cha sheria ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, na yenyewe inasisitiza, na mambo hayo ni endapo mgombea wa nafasi ya uraisi atafariki. Kwahiyo, kwa maana hiyo tume ya uchaguzi inaweza ikaahirisha, lakini mpaka sasa hivi hayo yote hayajatokea. Mm -hmm. Kwa maana hiyo kwa sababu katiba yetu inasema uchaguzi ni kila baada ya miaka mitano. Elfu mbili na ishirini na tano uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa katiba. Uh -huh. Na sisi Chama cha Mapinduzi tayari tunajua umefanyika mkutano mkuu Dodoma na tumeshapata mgombea wa urais ambaye ni Dokta Samia Suluhu Hassan. Uh -huh. Ambaye yeye atapeperusha bendera kwa ugombea wa urais, lakini makamu wa rais Dokta Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, naye atapeperusha bendera kwenye eneo la makamu wa rais. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tuko kwa mujibu wa katiba. Uh -huh. Na -huh na tutafanya, na ndio maana tumekuja na hii kampeni ambayo inasema sisi Oktoba tutatiki, ni nitiki kampeni kulingana na katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uchaguzi utafanyika vizuri mm -hmm. kabisa kwa amani na utulivu yes. Apollo, unamsikia Dr. Tumaini anasema kwamba katiba, sheria zimetumika. Labda, kwa nini basi Chadema msifikirie kupambana kwa njia ya ndani, labda kupitia majukwaa kama bunge na mchakato wa kisheria badala ya kujiondoa kabisa na hivyo labda pengine kuweza kupoteza fursa ya kuathiri mwelekeo na taifa kupitia mchakato wa uchaguzi? Nime nimemsikia um, mm -hmm. uh, ni kweli kwamba kuna hizo taratibu za kisheria mm. ambazo ambazo ambazo yeye yeah, amezisema mm. lakini, lakini lakini mahakama zetu tunazifahamu mm -hmm. Sasa tumekwenda kwenye mahakama ya umma mm. kwa sababu mara kadhaa tumeona kuwa hatutendewi haki katika mahakama kona pia ruja ya kuchukua mahakama hatuiamini, kwa tumeamua kuchukua mahakama ya umma umwe waamue. Na kwenye mikutano yetu tumeona jinsi wananchi wanavyopokea ajenda yetu mm -hmm. na kwa sauti ya pamoja wamekuwa wakisema kwamba no reforms no election. Maana yake ni kwamba wamefika mbali na kusema kabisa, wako tayari uchaguzi usogezwe mbele mm -hmm. Lakini tushughulikie kwanza suala la reforms mm -hmm. la mabadiliko ya uchaguzi. Naam, kuna watu kuna watumishi kadhaa katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambao walikuwa makada wa Chama cha Mapinduzi, tunakwenda mm -hmm. kwenye uchaguzi wa wanamna hiyo, ambao watakuja kusimamiwa na watu ambao waliwahi kuwa watumishi katika katika katika, katika, katika ofisi za Chama cha Mapinduzi, eh au tunategemea hao watu waje watutendee haki? Ndio maana sasa tunasema no reform, no elections, tunataka kuanza reform ndipo uchaguzi ufanyike, ndipo mm, na sisi tutashiriki uchaguzi pale reforms zitakapopatikana. Mm -hmm. Dkt. Tumaini, mm. e, mitandao ya kijamii inaendelea kuchangiza, pande zote zinatoa hoja na kauli ambazo kwa upande ule unaunga mkono, lakini pia vilevile vile katika mitandao naona kuona kwamba e, hoja nyingine labda zina ukakasi. Wewe kimtazamo wako, pengine huu upinzani mitandaoni labda hauwezi kuleta athari katika uh, um, uh, namna ambavyo uchaguzi unapata jua kufanyika nchini Tanzania. Na kwa nchi yetu tunamshukuru tuna, tuna, tuna Mungu, tumebahatika kuwa na nchi yenye amani na utulivu mm -hmm. hatujaona mitutu hatujaona bunduki, tuna amani na utulivu mm -hmm. Sisi makao wa Chama cha Mapinduzi tunaweza tukasema tu, kwanza tunajivunia. Tunajivunia nini? Tangu Machi ya elfu mbili na ishirini na moja tunakumbuka kabisa, Tanzania ilianza uongozi chini ya Rais Dokta Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza Tanzania imepata historia ya mwanamke kuongoza Uh, nchi na alipokea katika kipindi kigumu sana mm -hmm. Lakini katika hicho kipindi chote tumeona hekima, busara, tumeona akituongoza vizuri, na tumeona changamoto nyingi amezigeuza kuwa fursa ishirini e, na tano, ukiangalia utekelezaji wa ilani elfu mbili, utekelezaji wa ilani ya ishirini ishirini na tano mm -hmm. tumeona kazi nyingi zimefanyika. Hiyo imempa krediti kubwa sana rais uh, wa Tanzania, ambaye sasa yuko chama cha mapinduzi, imempa krediti sana kwa wananchi kumwelewa. Na ukiangalia sasa hoja zilizo kwenye mitandaoni zote zinakinzana, lakini mm -hmm. Hoja ya, ya tiki, uh, tiki kampeni kwamba Oktoba inapigwa tiki imeanza mm -hmm. jana asubuhi hoja ambayo imefumka lakini kwa siku hizi au tuseme masaa ishirini na nane ya hiyo kampeni, tumeona vijana wengi sana wameingia kwenye kampeni. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kuahirisha uchaguzi kwa sababu tu ya sababu ambazo hazieleweki na ziko nje ya katiba. Waje tushiriki uchaguzi kwa pamoja, tuone, lakini baada ya hapo tukae mezani. Waje tushiriki ni sawa tu na, na, na, na kukimbia. Unajua, unakimbia, wanakimbia kwa sababu wana uhakika kwamba mini kitatokea hawataweza, kutokana na utekelezaji wa Irani. Waje tukae tushiriki uchaguzi kwa pamoja mm. uh, tuone itakuwa na, kwa sababu wanaohakika Chama cha Mapinduzi kitashinda mm. Ndio maana wanaendesha hiyo hoja ya no election. Eh, no no no reform no election. Lakini kama wakikuwa na uhakika kwamba chama chao kinaweza kufanya kitu mm -hmm. wangekuja sasa. Wanakimbia, wamekimbia kwa sababu wanajua kabisa wako nje ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Mungana. Tanzania Tanzania inaongozwa kwa mujibu wa katiba, hapo tukafanya ha, vitu nje ya katiba yes. Opolo, unasikia kwamba katiba sheria zinahanikiza pale nchini Tanzania tukielekea Oktoba, labda ni hatua gani za kivitendo mnazotekeleza ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa amani, wenye ushiriki mpana na una aminika kwa pande zote, kwa sababu swala lote licha ya kwamba kila upande ina hoja ambayo inahisi kwa upande wao ni wa msingi na wanahisi kwamba kuna haja ya kufuatiliwa. Sijui wewe unaamini kwamba pande zote zinapaswa eh, kufanya nini kuelekea Oktoba kuhakikisha kwamba amani inadumishwa na, na, na, na sheria inatekelezwa, Apolo? ni kama Apolo kidogo tumempoteza e, kwa njia ya simu, lakini upande wa pili wa studio Tatu Karema yupo pale e, labda pengine katika maoni uliofuatilia mitandaoni wanaohanikiza hili e, suala la no reforms no elections wanasemaje huko Tatu? Hapa niko na Kim Mjatege anasema itoshe tu kusema wanaonufaika na mfumo uliopo sasa ndio no wanaochukizwa na wito wa no no reform no elections. Mm, lakini kuna Ngaira Peter yeye anauliza mbona kusiwe na mageuzi? Mageuzi yatahakikisha haki na usawa, kwani yanajumuisha nini kinachoogopewa? Aa, sasa Dr. Tumaini, tumesalia na wewe lakini tukamilishe hapa mjadala wa leo. Je, labda kampeni ya Oktoba Tunatik inaonekana kwa mujibu wa uh, kwamba no reforms, no election inakinzana. Je, ni kampeni ya watu binafsi au kuna uungwaji mkono rasmi wa kisera? Um, ukitaka kuangalia Tanzania vijana wengi, makundi mbalimbali, kila kundi limekuwa likianzisha kampeni yake. Kwa mfano kesho tu kuna baadhi ya vijana kutoka mkoa wa Iringa mm -hmm. watakuwa na kampeni yao inayosema sisi tunaenda na Dr. Samia mm -hmm. Oktoba ishirini ishirini na tano. Kwa hiyo unakuta wale wanaunga mkono sera na hoja wanaendelea na na na na, na na kudumisha hoja. Watu wengi ukiangalia wanaunga mkono serikali iliyo madarakani mm -hmm. lengo lao kubwa ni kutimiza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm.

Kampeni mbalimbali zinaendelea, kampeni za kumuunga mkono Dkt Samia, kampeni nyingine ziko ndani ya chama cha Mapinduzi, lakini tumekuwa na kampeni nyingine zinazosema tuna zima zote tunawasha kijani. Ni kampeni ambazo mbalimbali, kuna kampeni inayosema mitano tena mm. Kwao tuna kampeni mbalimbali ambazo, ambazo zinaunga mkono uh, serikali iliyo madarakani na zinaunga mkono amani na utulivu tulio nayo, na hata ukiangalia uh, kwenye utekelezaji wa ilani uliofanyika mkubwa sana hasa vijijini mm. na mijini, wananchi wengi wameona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo kila wanapoona mabadiliko basi wanaunga mkono hoja na, na, na, kulingana na hali iliyopo. Shukran sana Dr. Tumaini Msowoya kwa kuweza kujiunga nasi. Tunatumai katika hizi hoja nyingi zinazoendelea kusambazwa mitandaoni, basi tuendelee eh, kuhimiza amani na utulivu nchini Tanzania. Ni kutakia mchana mwema, asante sana kwa ushiriki. Asante sana nashukuru sana, shukran.